Thank you. Thank you so much, my brother. Wananchi wote, jamii ambayo wamefika hapa kwa mazishi ya ndugu yetu Davis Kimani Wayaki, hamjambo. Muriega. Muriega ringi. Ngaeni mwega kaende shodi. Asanteni sana. Uh, nimefika na huzuni mingi zaidi kuja kwa mazishi ya ndugu yetu baba yetu Kimani Wayaki. Vile imesemekana hapa, Unywa amesema tuko na urafiki ambaye imeanza zamani sana kati ya jamii yetu ya Jaramogi na jamii ya Wayaki hapa. Kwanza Jaramogi na Munywa, ambayo ni Kimani, walianza zamani sana ya miaka hamsini na kitu kama marafiki. Na mJaramogi amekuja kwa boma kama hii mrefu sana mara mingi zaidi. Hata mimi nimekuja hapa tangu zamani nikiwa mtoto mdogo sana. Hiyo rafiki imedumu mpaka wakati huu. Hasa juzi, mimi sikuna habari, huyo kijana yetu Joshua Mino aniepiga simu akaniambia, mimi rafiki yako Kimani ameaga, sikuwa na habari Nikasema ni ningekuwa leo niko safari malingine kini, nikasema mimi nitaahirisha safari zangu mpaka nifike, tuliende tuwage mani pamoja. Sasa niko na tribu moja, nataka nisome kwa Kimombo na baadaye nimalize machache ni

May Kimani's soul rest in eternal peace. Vile nimesema kwa kimombo, unajua tuko marafiki na Kimani na mimi nilikuwa kama wandugu. Ye alikuwa mtu chupavu, lakini kile vile mtu ambaye hana chuki na mtu yoyote, amefanya kazi kikamilifu kwa taifa la Kenya. Vile nimesema aliumwa umea zaidi Munywa, vile mnavyojua, walianza siasa na Jaramogi. Munywa alikuwa candidate hapa 1961 Nairobi, akiunga mkono na Jaramogi akisimama na the late Tomboya Munywa baadaye akaja, alikuwa assistant minister ya Jaramogi wakati Jaramogi alikuwa vice president ya jamhuri ya Kenya. Baadaye wakati Jaramogi alijiuzulu kwa serikali, hata Munywa vilevile alijiuzulu. Baada ya haya, Munywa baadaye akawekwa kama waziri wa nchi ya kigeni.

Hata kule kwa nyumba yake pale alikuwa naishi huko eh, Nairobi ndio Jaramogi alikuwa nakwenda kukutana na watu huko ndani. Wamboi mnawajua vile tu kuna na Wamboi yotieno, unajua vile tu kuna Wamboi yotieno hiyo <laughs> ni jadada yangu mkubwa. Na Wamboi alikuwa ni mchana ambaye anashinda wanaume wengi zaidi tukisema tunaenda, tunaenda na Mboi, hakuna kurudi nyuma. Amefanya mengi zaidi, naona wakati wa Mboi alipokuwa na kesi, wengine wakisema bwana yake mpaka asipelekwe kule Nyalgunga, Jaramogi alisimama na Mboi akasema kem Kenya anaweza kuzikwa mahali popote, ndio sababu mimi nilikuja hapa, nimekuja nyumbani nikiwa hapa mimi naweza kuongea bila kukuwa na wasiwasi yoyote, tuko pamoja na jamii haya. Najua ni chungu, lakini Kimani ameenda, si wengine wamebaki, maisha mpaka itaendelea. Sasa vitu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto ametuacha mimi sijaenda kwa Ruto, Ruto nimekuja kwangu. Mimi nimesema mimi ni baki msimamo yangu haijabadilika, kitu muhimu zaidi, mpaka zalivyo mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya wakenya yote. Uliona mwaka, mwaka ile ingine, sisi tulitoka yote tulikuwa kwa barabara tukupigania wa Kenya, kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi, mambo ya ukabila imezidi, tukasema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa Nadu, akaandika ripoti. Jamaa walikuwa na shetasheta, baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza Jendz wakaingia kwa barabara wakapiga chafua sana tena, waka piga na hao watu, wakatuma polisi kwenda kupiga watoto na kuua watoto. Wengi waliuawa, hayote yakawa pale. Wakaleta watu wa jeshi, wakatetemeka. Baadaye sasa wakalazimishwa kuvunja serikali na kusema watashauriana kuunda serikali mpya. Lakini sisi zimesema maneno ambayo ziko suala nyeti, zimebaki pale pale mpaka litatuliwe, lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu au jamaa wakikuwa wameshikwa na baridi na wamekuja upande wetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote, mnaona yale tumeandika maneno makumi yote, ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Sasa tumesema tunapatia hao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe. Uchaguzi itakuja mwaka 2027 wananchi wataamua wenyewe, lakini kutoka hapa mpaka pale, hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia mambo matibabu, kuna shida. Mambo ya sha haifanyi kazi mpaka irekebishwe, si ndio? Irekebishwe, sivyo? Mambo ya uchuru mbaya, wananchi wanatozwa ni juu sana. Ata yu, juma nyumba hizi mpaka irekebishwe. Si kuekebisha kama unakaa kandu, mpaka ungie tale wambie, fanya hii na hii na hii na weka watu yako hapa hapa na hapa, watufanye kifika pale. Mimi najua yale yalifanyika mwaka ile nyingine, sio najua yale yalifanyika. Sasa atuwezi kukaa tu kando namna hii ili nchi iende kazame, mpaka tufanye kazi tuone kama tunaweza kuyarekebisha. Wakati ikifika 2027 Wakenya wataamua ni nani wanataka kuongoza, sivyo? Simimi nilikuwa nasema, na tukwenda kwa AU nikasema, nikichaguliwa kule sawasawa, kuchaguliwa vilivile ni sawasawa. manaketuku tukuna nyumbani sibaba mirudi nyumbani simirudi nyumbani, nyumbani, sindio sasa mnataka ni, ni, ni hami niende Bondo nikae Bondo? <laughs> Baba endelee si asiendelee, endelee si asiendelee yeah? Baba endelee si ndio? Mimi nataka tumazuri kwa wakenya wote. Niko hapa na rafiki yangu anajulikana kama Kamao wa Raila <laughs> ahivye. <laughs> Njo salimu a watu aki itu.